Idi mubaraka, karibu wote, tunasherehekea amani ikitawala inchini Tanzania. Na wote tumepania idi kusherehekea, wampe yatima chakula, masikini na fukara, wasaidieni jamani, wenye mahitaji kweli. Allah atawalipeni thawabu nyingi lukuki. Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Maandalizi yanakwenda vizuri kabisa, kama Mwenyezi Mungu jinsi alivyoikadiria Ramadhani mpaka jinsi inavyokwenda, tunashukuru alhamdulillah. Kila kitu kiko chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu na tunatafuta mambo chini ya uangalizi wa Mwenyezi Mungu, na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kuweza kuifikia Eid salama, sisi wa Tanzania wote tuweze kuipata Eid hii kwa imetulia alham... Maandalizi ni mazuri watu wanazidi kujiandaa vizuri, kama wanavyoona, kila mahali watu wamejaa kila kona, wanatafuta mahitaji mbalimbali, ila kama tulivyosema kwamba kuna changamoto kuhusu na mambo kupanda bei katika ee, bidhaa mbalimbali hasa mavazi, siku kama hii ambayo ndio tunaiandaa. Kwa hiyo kuna changamoto sana, wengine wanapata, wengine wanakosa kutokana na ukubwa wa bei unavyokuwa. Maandalizi yako vizuri, nishapita sokoni, bidhaa ziko vizuri, bei sio mbaya, ni rafiki kwa kila mtu e, kwangu binafsi mi nishajiandaa kwa kweli, kila kitu kiko tayari mm. Nawatakia Waislamu mwenzangu heri ya idi elfitiri, na tutoe zaka kabla ya kwenda kuswali. Unapotoa zakatul fitri inakuwa inasindikiza funga kwa yale ambaye eidha uliongea maneno mabaya eidha Yaani kuna, kuna vitu inakuwa vimepungua pungua. Kwa hiyo ukishatoa zakatul fitri saumu yako ina, inapokelewa vizuri.